Well we back and we are ready. Na sasa tuko katika jambo la kitaifa na Masai wa maji, huyu mwamba, yeye hajatoboa masikio. Kwa hiyo hata baada ya kupata maelekezo kutoka kwa madam president, ambaye ni mwana mazingira namba moja, basi maelekezo hayo yalifanyika kama ilivyompasa. Sasa alikuwa akijiandaa kwa ajili ya kuweza kukimbiza kikosi kazi cha Tanzania Influencers. hawa ni vijana wanaodeal kulinda, kutunza, kuhifadhi na kutangaza rasilimali za nchi ya Tanzania. Sasa baada ya kumaliza ulinzi kwa kila tone tu, ambayo ilikuwa ni sehemu ya kwanza na kutembelea baadhi ya mikoa mbalimbali hapa nchini, basi sasa tuko sehemu ya pili. Ikiwa ulimisi sehemu ya kwanza, sio muda wa kujilaumu, ni muda wa kupata kutizama episodi hii ya pili. Hii ni ulinzi kwa kila tone tu, hili ni tone la maji. Hakuna asiyefahamu umuhimu wa maji, japokuwa tusiji ukasema maji ni uhai kwenye msiba wa mtu aliyefariki kwa mafuriko. The next RIP. Kwa kwako. Okay utatamkwa okay, let's go. Sasa sehemu ya pili hii ni ulinzi kwa kila tone tua, nao wamejiandaa vilivyo katika kuupokea mwenge wa uhuru wa mwaka 2025 na sambamba na hilo pia Tanzania influencers wakiongozwa na morani Yellow Subai Yellow Masai watakuwa wakitoa ujumbe kwa jamii kuhusu kushiriki katika uchaguzi mkuu wa 2025 kwa utulivu, pamoja na amani lakini pia watapokea na watakimbiza mwenge katika miradi yote ya maji nchini inayozinduliwa pamoja na ile inayowekwa jiwe la msingi. Ukiuliza jiwe la veta, watakuwa unatafuta vita mura, so plan not to miss, kwa sababu hawa watu watafikisha ujumbe kwa namna ya kipekee. Kumbuka tu masai ya wana dogo pamoja na Tanzania influencers kwa ujumla, kutakuwa na sanaa na ubunifu ambayo ndani yake sasa ndiyo kutakuwa na ile elimu kuhusu maji, namna ya kulinda, kuhifadhi pamoja na kutunza, pamoja na taarifa kuhusu miundombinu ya maji mjini na vijijini, pamoja na kulipa gharama za matumizi ya maji kwa wakati. Tanzania influencers, haya yote yatakuwa chini ya mikono yao. Tamani kusema hiyo siku kitakuwa kivumbi, lakini sasa watu wanatunza maji, vumbi natoka watu na hao ndio Tanzania influencers wakiongozwa na influencer namba moja Hanarabo President Samia Suluhu Hassan ambaye aliweka juhudi ya kutosha katika suala hili, mwite the water game changer, lakini pia chini ya timu nzima ya wizara ya maji chini ya captain Juma Aweso, Injinia Kundo pamoja na Injinia Mwajuma waziri ulinzi. Kwa kila tone. bye, bye.